Habari wapenzi wa afya, karibuni tena Evergreen Ventures. Leo nitashiriki vyakula vitano vizuri sana vinavyoongeza kinga ya mwili kwa njia ya asili. Twende moja kwa moja. Kwanza kabisa, tangawizi na kitunguu saumu. Hizi ni maarufu kwa uwezo wao wa kupambana na bakteria na virusi. Tangawizi inaweza kusaidia kupunguza uchovu, na kitunguu saumu huongeza nguvu za seli za kinga mwilini. Hakikisha unaziongeza kwenye milo yako. Ifuatayo parachichi na karanga. Hizi zina mafuta yenye afya na vitamini A ambayo husaidia seli za kinga kufanya kazi vizuri na kulinda mwili wako dhidi ya maambukizo. Mkonjo wa karanga au kipande cha parachichi kwa siku kinaweza kufanya maajabu. Sasa tuzungumzie mboga za majani kama vile kale na mchicha. Zikiwa zimejaa vitamini A, C na madini kama vile chuma, mboga hizi husaidia katika uzalishaji wa seli mpya za kinga. Ziongeze kwenye saladi zako, smoothies au hata kifungua kinywa chako. Ne kwenye orodha yetu ni matunda ya machungwa, machungwa, maembe, malimao na mengineyo. Matunda haya yamejaa vitamini C, muhimu kwa mfumo imara wa kinga. Pia husaidia kupona haraka unapojisikia vibaya. Mwisho, tuna mtindi. Probiotics zake hukuza utumbo wenye afya na utumbo wenye afya ndio msingi wa mfumo imara wa kinga. Jumuisha mtindi katika mlo wako wa kila siku. Kwa hivyo kumbuka, kwa mfumo imara wa kinga, jumuisha vyakula hivi kwenye milo yako ya kila siku. Kinga yako ya mwili ni ngome yako, ilinde kwa kula vizuri. Usisahau ku like ku comment na ku subscribe kwa vidokezo zaidi vya afya kutoka Evergreen Ventures. Endelea kuwa na afya njema na tutaonana wakati mwingine.